Tukiwachana na hayo ni kwamba chama cha Wiper kimepata nguvu mpya baada ya wagombea watatu kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa wadi ya Mumbuni na kuahidi kumpigia debe Anthony Kyalo Kisoi. Miongoni mwa wa waliojitoa ni David Kiarie wa chama cha Jubilii, Peter Maingi na David Wambua, wakitaja hada ya kuungana kwa uongozi na maendeleo.

in Mumboni north county assembly Ward. so i wish you well i wish you peaceful elections and campaigns sawa. stick to the electoral cord of conduct i wish you